Habari za leo. Mimi naitwa rodrick Mushi. Leo niko Jimkana jijini Arusha na niko na mkurugenzi wa kanda wa shirikisho la mchezo wa gofu barani Afrika. Kuna salamu ambayo mmo mnasalimiana ya gofu, gofu bana, mnasalimianaje sasa? Hapa si hatuna fimbo. Moja ya mambo ambayo nataka kufahamu kutoka kwa mkurugenzi huyu wa kanda kwanza ni mchezaji mzoefu kabisa wa gofu ametuambia, lakini cha pili ni kuhusiana na hali ya mchezo wa gofu katika nchi yetu ya Tanzania ukoje? tumepiga hatua na tunazidi natunazidi kudidimia, bwana Mr. Martin? Hakika huu tulipotoka, nasema kwamba tunaenda vizuri, kwa maana nimeona hata idadi ya wachezaji imeongezeka, na pia nimeona jitihada za serikali pia kuhimiza ujenzi wa viwanja vya gofu. Sababu uwanja golf ilikuwa haijulikani sana, lakini sasa hivi imebidi tufanye maamuzi magumu ili uwanja wa golf ujengwe at least kila mkoa kuwe na uwanja mmoja mmoja, baada ya hapo tuingie kwenye wilaya. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba ni maendeleo makubwa ambayo nimeyaona huku tulikotoka na mpaka sasa hivi tulipo, viwanja vinajengwa vingi sana sasa hivi na wachezaji wameongezeka sana na watu wamepata hamasa sana kucheza hasa watoto mm. Tunashukuru sana kwa uh, maelezo hayo. Uh, kuna uwanja unajengwa katika hifadhi ya taifa Serengeti, uh, uwanja wa gofu katika hifadhi ya taifa Serengeti. Uwanja huu unaweza kuwa na mchango gani katika mchezo huu lakini pia na kwa upande wa utalii katika nchi yetu? Utalii, utalii itatuletea taifa kipato kikubwa sana, kwa sababu tukizingatia kwamba Serengeti yenyewe ni mbuga na ni mbuga ambayo inafahamika duniani. Sasa wale wachezaji wakubwa wakubwa wanaposikia kwamba Serengeti kumejengwa uwanja wa gofu, ni hamasa, ni kivutio kikubwa sana kwao, lazima watakuja tu. Kama nilivyosema, cha msingi ni kuweka vivutio vizuri vya watalii ili waje kucheza. Kwa hilo sio ni shaka yoyote kwa uwanja wa Serengeti kuleta mapato makubwa kwa Tanzania. Pia kwa sisi wachezaji wa ndani ni changamoto ya maendeleo, kwa sababu unajua golfers hapendi kucheza kiwanja kimoja. Kwa mfano, hapa Arusha nitatamani sasa labda wiki ijayo nikacheze Mufindi, nitatamani wiki ijayo niende Serengeti kushakuwa tayari hivyo, tunazunguka hata hapa tulipa tucheze, Tanzania tu tunacheza Kenya, Uganda, Rwanda, hivyo tunazunguka sana. Yeah, yeah. Yes, yes, yes. <laughs> Eh, labda kwa kifupi, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa tu tuambie huu uh, uwanja una upekee gani ambao unajengwa katika hifadhi ile ya taifa ya Serengeti? Unajua, kuweka uwanja kando ya karibu na mbuga ya wanyama ni kivutio kikubwa sana. Kwa hiyo nakuhakikisha kwamba watu wengi watakuwa na kwenda kule, either holidays kucheza pia e, kuona wanyama na ukishaona wanyama mzee, lazima ukacheze golf pale. Huwezi tu enda kuona wanyama usije kucheza golf. Unacheza golf kutoka unaenda kuona wanyama, kuchoka unaenda kucheza golf, hivyo hapo alosonga mbele, kisha maliza unaingia clubhouse pale, napata chakula chako and drink, naondoka. Wewe ni mkurugenzi wa kanda, unaongoza uh, zaidi ya umesema nchi 15 nini matarajio kwa taifa hili la Tanzania kuweza kuwaleta wachezaji wakubwa zaidi kuweza kucheza katika uwanja huo, lakini pia kuweza kutembelea katika vivutio vyetu vya utalii? Hiyo ndio kazi yangu mojawapo, kwamba kutangaza vivutio mbalimbali vya viwanja vya golfu Tanzania na kila nchi ambayo naisimamia. Mfano, tumefanikiwa kushawishi serikali ya Sudan, sasa hivi wanajenga uwanja wa golfu. Kulikuwa mna golfu kabisa ba. Hiyo ni hatua. Swali la mwisho, huu mchezo, kuna dhana kwamba ni mchezo wanaocheza watu fulani ambao ni matajiri. Hii dhana ina ukweli? Ilikuwepo. Yes, kata ilikuwepo kwa sababu huu mchezo ulivyoanza, lazima una pesa. Vifaa vyenyewe vilikuwa gali, sasa kama una pesa huwezi kuafford. Lakini nashukuru kwamba sasa hivi vifaa vile vinapatikana, vimeshuka bei kila mtu anayetaka, anayetamani kucheza anacheza, kwa sababu ni affordable sasa hivi, sio kama zamani, na nafurahia sasa hivi pia watoto nao wanacheza kwa wingi sana, na vifaa vyao sometimes tunapata kama donation kutoka St Andrews Scotland. Wana support sana maendeleo ya junior, yeah. Tukiwa tunaelekea mwisho kabisa, hebu tuambie, uh, uh, kwa uzoefu kwa nchi kumi na tano, Tanzania tuko wapi katika mchezo wa gofa? Tanzania kwenykaz chi zang 15 na ambao nasimamia Tanzania na rank number 4 tunaenda juu tunashuka chini katika ukanda wangu katika ukanda eh wangu. Unawaambia nini watu ambao wanatamani kucheza gofu lakini bado wana hofu kidogo sana na gharama na vitu vingine kama hivyo? mimi nawakaribisha, na nawakaribisha mcheze gofu kwa sababu ni mchezo ambao kwa kweli sasa hivi ni affordable, hauna gharama kama ilivyokuwa hapo nyuma. Pia unakutana na watu wengi, mnazungumza. Hata kuwa ni mfanya biashara bana, namaliziana huku uwanjani, kutana na benki manager hapo, mnamalizia huku uwanjani, ukienda kesho tu una saini mambo ameisha. <laughs> Nashukuru sana kwa muda wako, asante sana. Yes, asante.